Eneo hili ndugu zangu wananchi, chombo kilichopo mbele yetu ni mwenge wa uhuru ulioasisiwa na baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961. Lakini mwaka 1958 na baba wa taifa akiwa mjumbe wa baraza la kudumu la kutunga sheria, alisema maneno yafuatayo: wa sisi Watanganyika tungependa kuuwasha mwenge wa uhuru na kuuweka juu ya mlima Kilimanjaro umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali palipo na chuki, na heshima palipojaa na dharau. Maneno hayo baba wa taifa alirejea mwaka 1959 katika kikao cha 35 cha Baraza la Umoja wa Mataifa, akiwa mjumbe halali ambaye anapambania uhuru wa taifa hili. Mwaka 1961 baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliuwasha mwenge wa uhuru na kumkabidhi Luteni Alexander Mwemba Nyerenda pamoja na vijana wenzake kuupandisha mwenge wa uhuru na bendera ya Tanganyika juu ya mlima Kilimanjaro mwaka 1961 tarehe 9 Disemba, wakati Tanganyika inapata uhuru. Baba wa taifa akiwahutubia wananchi wa Tanganyika, Afrika na dunia kwa ujumla, alisema maneno yafuatayo: sisi tumekwisha kuwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali palipo na chuki, heshima palipojaa na dharau. Mwenge wa uhuru ye, mwenge wa uhuru we! Ndugu zangu wananchi, tunu tulizoachiwa na baba wa taifa ambazo zimempelekea matokeo chanya kama ifuatayo, kwanza kuchochea mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 iliondoa utawala wa kisultani na kumpa heshima Mzanzibari. Pili, muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliozaa taifa Tanzania. Tatu, azimio la Arusha la mwaka 1967 linalosisitiza siasa za ujamaa na kujitegemea. Nne, sera madhubuti za ndani na nje zisizofungamana na upande wote. Mwenge wa uhuru oye Mwenge wa uhuru safi. Ndugu zangu wananchi, mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne mwenge huu wa uhuru ulianza kukimbizwa nchini kote, na kila mwaka mwenge huu unakuwa unabeba ujumbe mahsusi ambalo taifa una lengo la kuwafikishia wananchi wake. Kwa mwaka huu, mwaka 2025 mwenge wetu wa uhuru umebeba ujumbe mkuu, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao unaendelea kuwaelimisha na kuwahamasisha wananchi wa Tanganyika wa Tanzania juu ya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu, chini ya kauli mbiu usemayo itokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mwenge wa uhuru oye! Dr. Samia oye!